Bila kujogela Grasha, unajichochua akili hapo. Acha mazuela pijikawe, sikiliza kama vipo watu bila fuka bale, unajua yanitangia y mtoto ondoke, mpaka leo hakuna barua, hakuna kitu chochote, hata namba anipigii tena simu, sijui ana shida gani huko tangu mpaka leo ni wiki mbili sasa, mtoto anipigii simu, sijui na tatizo gani huko. Mimi nilisema usiende, sema, sema nimekubali tukishinga upande. Oh, sasa nitamtafutia wapi mimi huyo rafiki yake mwenyewe? Jo hisi simjui, hii ni shida kabisa. Atafuta matatizo kweli ule mtoto. Nilikwambia mjini usiende, mimi nilimwambia lakini Yaani mpaka leo siku zinasogea, nifanyeje mimi mpaka sasa hivi? Hapana, hii shakuwa tatizo tena bwana, ngoja nisubirie subiria hapa kama wiki mbili nyingine, nikiona hawajafika basi itabidi nifanye mpango sasa kwenda mwenye mjini huko, sijui nitampatia wapi sasa. Yaani hapa najiuliza kabisa, yani nitaanzia wapi, nitaenda wapi? Mji wenyewe mkubwa ule. Ngoja au nifute subira kidogo, ngoja nitajua nini la mgoja kufanya maana

Mkubwa sasa, hapa cha kufanya hapa, ile kitu kimoja hapa hapa, cha kufanya sasa hivi, hata niende zangu nyumbani moja kwa moja, hapa kwanza nikaongee zangu hapa, alafu nikimaliza hapa nimtafute mpenzi wangu Joyce yule, naye tangia asubuhi ajanipigia simu mimi. Yani mimi nilipanga miadi yangu siku ile, tangia tulivyoona na ile jana pale beach, basi mpaka leo ajanipigia simu, sijui kwa nini yule mtoto, wakati siku ile mimi nimeshamnunulia simu na hela nimempa ya voucher, nimemwambia ukifika nyumbani unafanyaje, ukifika nyumbani unaepigia. Sasa Changa baga saa hivi nilipigia ngoja kwanza, nende, nyumbani kwanza, nende, nikaongee pale, alafu nijue njia ya kufanya, nifanyaje bwana. Mbona mama alinichanganya kwa kweli, hela nimepata tujuisi bwana, mia alinifyefua kweli, yale alinifagawisha kweli kweli, yale ndo nafanya mimi bwana, hela zangu zisikae, mimi nitafuta hela kwa mbinu zote, yani nilifanya kila tukio ili nipate hela, nipate kutulia na yeye. Sasa hii inafanya kitu gani? wakati nimemwachia hela juzi ile, yale nimemwachia hela jana, juzi pia nimemwachia hela

Yani leo kwa kweli yani, nimechoka, kweli kweli yani. Yani mwili wote nimechoka yani. Yani hapa hata sielewi, nilirudi zangu huko zangu. Mara mwili wote zangu nikasema nilije kupumzika kwanza nioge zangu maji hapa, alafu baadaye, jinsi ninavyojisikia bwana mwili wote na mshikaji wangu pale mbele pale, basi kanitia sala kole kole yani yani, yule jamaa kikolda, yeye yule mlevi, kila kaa nakomba hela bana, kila wakati nakomba hela yani, nalabua kole kole yani, nimechoka hapa, lazima nende nikajimwage maji. Sijui kama msoso umechapika humu ndani jamani, yani njaa kole kole nyie. Ah, yani nyie, mnajua nyie jinsi tumbo langu linavyocheza hapa, ya yani, hapa hakuna jinsi yani, pole nikalizangu kwa mama ntilie yetu malanja, jinsi zilivyo nyuma, lakini wacha nijimwage maji kwanza, alafu nikisha jimwage maji faida zangu pale hotelini pale, nikapige vitu pale. Ah, aile aje kwenda hotelini, nimekumbuka bana. Nitampigia ile mpenzi wangu Joyce yule, nimwambie bana, tukutane bana, atanganyeze mazingira huko kwake ama kama vipi. Ngoja nitamwambia tukutane sehemu tukagonge vitu vyetu bana, tukapiga tatu kuku pale nyama kila kitu pale bana, mambo yakae sawa. Wacha acha nikaoge. Nimekuita ni afande hapa Nimekuita kwa kesi moja, nataka uifuatilie ile kesi ya yule bwana aloingiliwa ndani kwake na akachinjwa. Kwa hiyo nakukabidhi hiyo faili, ile faili lote liko hapa kwa hiyo miwe nimekupa hiyo kesi ya upelelezi fuatilia, wachukue na wafonde kimalo pale wote mwende zenu, pale mwende kule Majumba Saba mkafuatilie yale mazishi, yaani kwenye kule kwenye mazishi kule mkafuatilie kila kitu, sawa. Msiache hata senti, msiache hata kitu kimoja, msiache ushahidi. Umenelewa vizuri afande, eh? Ndio, nimekweliwa vizuli Sawa, mimi nitafuatilia hiyo kesi, nitakwenda nimwambia afande kwamba lote zetu kule majumba saba napa juu. Ile kesi ile ni ngumu kweli kweli afande, lakini sisi tutaishughulikia, na mimi nitakuwa msimamizi wa hiyo kesi. Sitaacha hata kitu kimoja, ushahidi wote tutapatikana na huyo muhusika mwenyewe tutamkamata. Tukiamkamata tutamweka mbaloni, alafu tutamshtaki kiserikali. Basi hiyo kesi nitaifa Asante sana mkuu. Ah, sihitaji makosa, umeelewa? Nahitaji mfanye vizuri, ili mambo yaende vizuri. Nataka haki patikane, maana wale wenye ndugu wanahitaji wajue kesi inaendeleaje. Kwa hiyo basi fuatilieni mwanzo mpaka mwisho, tujue yule bwana hali alichinjwa na nani, na hilo tukio nani kalifanya. Umeelewa vizuri eh? Tena msiniangoshe hii kesi. Nakopa ndo mara ya kwanza naangalia kazi yako inaendaje? kwa sababu na kuamini sawa sawa. Nimekubali yani, wala usijali kabisa. Yani mi nitalifanya hilo swali swala, nitaenda vizuri kabisa fande, wewe usijali kabisa. Na mtumia tutamkamata, nitafanya kila jitihada zote, nitatega mitego yangu, nitakupa majibu kamili, wala usihofu kabisa fande, wewe niamini. Katika kesi kama hizo, mbona ndogo sana, tutafuatilia mwanzo mwisho. Cha kwanza nitamchukua afande, tutaenda kule eneo la tukio, tutafanya uchunguzi. Kila kitu kitakaa sawa, niamini afande, nitafanya kazi kwa uadilifu.